Huyu mara kwenye kipindi cha kwanza au dakika 45 za kwanza mm, ana mpira mmoja unaitwa bembeleza mwana. Eh, ana mpira mmoja unaitwa bembeleza mwana. Uwe bembeleza mwana ukija kwenye watoto waliozaliwa miaka hii, akina mama wengi mnawakosea, wa miaka hii, wat wakua, we, watoto elfu mbili yeah, miaka mnawakosea watoto wa miaka hii watoto elfu mbili, mnakua mnawadekeza mnawalea vibaya, ndio maana wanakuwa wana, wana wana, wakilemaa yeah. Mtoto wa miaka hii anabembelezwa unamnyoshwa uji kwa kutumia kijiko na kikombe. Sasa huyu kocha Fox waga nakwenda misili ya kipindi cha kwanza anamnyosha mtoto kwa kubembeleza kwa kumnyosha e, uji kwa kutumia kijiko na kikombe, ila kipindi cha pili sasa waga anabadilika na kwenda kizamani

mtoto ukimwona anakataa kunywa uji unamziba pua alafu unamwekea mdomo mkono hapa hapo ndo namwambia ukishamziba pua unamwambia achague kunywa uji na kufa bora nini kwao lazima achague kunywa uji kwao fox mmoja kati ya coach of professional kwanza ukiangalia tulivyombukunyua kule tatu kule nikajua huyu hawezi kutoboa yani ashinde nne bila mbele wa wananchi wenye hasira kali nikamwambia huyu leo nani walete hawezi kuja kuchomoka kwa hiyo unaona nimeshampa kibodaboda kule nilimpa bajaji kule huku nilimpa bajaji boda boda, kwa na usafiri aina mbili, kuna bajaji pamoja na boda boda. Kwa hiyo naomba lete sisi, shughuli yetu ya wanaume ambao tumeruhusiwa na kafu kuja kuangalia soka safi, bila uinome bila uyangasure. Tushamaliza shughuli kabla dakika 90 tumezungumza. Uliniambia hapa milioni 30 za mama tunachukua, mambo yamekuwa tofauti, mzoto bol. Na ndio maana nimekwambia, kwanza, tumeangalia kesho kutwa ndio tuna mchezo kule mm. uwanja nyonyo andisha, habari mnaujua ule uwanja na ndio maana ukiengea hata kwenye line up wachezaji walioanza leo anaanziaga kikosi cha pili. Kwa hiyo watu wamemwambia kocha, acha kuwatumia yale majembe yale eh? kwamba mechi mbaya kule, ule uwanja unakuwaga kama punda kama ng'ombe katoka kulima mle. Kwa hiyo hebu angalia, angalia leo watumia kina Chikola, watumia kina kina kina kina kina, kina, kina, kina, kina nani yule Kibwana Shomali, mm -hmm. Na ndio maana ukiangalia, amefanya kama kwa macho alakaranga, kafanya kama sabu kama mbili ama tatu tu, kamtoa kamtoa nani kamtoa kamtoa Mdathili, kamuingiza Chikola, kamtoa kamto, kamtoa kamtoa Pakome, kamuingiza yule boy Ileke Tembo, unaona mabadiliko, akabadilika pale, pale pale mtoto tukaanza kumpeleka moto ndo lile pila langu la winome la uyangasule. Nimekwambia hayo maneno ya watoto wa mudi. Kwanza watoto wa mudi atongei nao na watoto wa mudi nishakataa kuongea ni, ni na watoto watoto wa mudi kwanza, wao wenyewe mpaka sasa hivi ni sasa hivi ni nani ni yatima, hasa naongea na yatima, atakupeleka wapi? Eh, ndio maana wakati natoka kuongea, unataka niongee kama tangazo la vifo mm. Nimekwambia kocha huyu kama hujasoma Cuba, unajua kule Cuba watu wanajua unasomea mpi, nani vita tu kule. Unaweza ukasomea hata mpira kwao, uende Cuba. Ukishasomea Cuba ndo utajua utamwelewa kocha huyu, lakini kama ujasoma Cuba anakuja kum, kum, yeah, kucheza kama hapo makaburini, rais Enda makaburini peke yako, ukikanyaga gogo likilia, kaka, unaona hivi, kuna mtu anakuja nini? kumbe kumbe unajishtukia huko peke yako. Kwa hiyo kile kikundi cha wahuni yake watoto yatima, kesho wako peke yao, hapa ni kikundi cha genge la wahuni. Kesho nimesikia, kesho hata mwembe yangu amepigwa marufuku, maana wanafungaga sababu bufa na kitivi na TV la kichogo pale. Kwa hiyo kesho pale amepigwa marufuku, wameenda koko, koko ewa koko bichi. Sasa hey. Sasa mimi sishangai kwenda kwa kokobichi watoto wa Mudi. Kwa sababu kwenye kwenye prezizo, Yanga alienda Rwanda kule mchezo, mtoto mmoja tu karudi na kombe la golden. Mtoto wa Mudi alikuwa kule michezo kule, akaenda ongelea kwenye madimbu. Sasa unashangaa kwenda kwa ongelea kwenye madimbu kule kokobichi, tena unaweza kushangaa wachezaji wote kaenda kaongelea kwenye madimbu kokobichi kule. Ha, kesho hapa hapa uwanja wanakuja wanaume wastaarabu. Ukiwa ni mtu wa vurugu vurugu unaenda kashangilia huko mtaani huko, kwa hata kule nani kule mwembe Yanga amepigwa marufuku. Kwa hiyo sisi ambao mashabiki ambao tusiko na mbamba mbamba mjini, kama hivi game is over tunaendelea ku celebrate namwambia, wanatukutana jijini Mbeya. Sasa wale yatima wa kesho, kesho wanacheza yatima, wala mtoto yatima wale. Ah, kesho kazi wanayo na nimwambie yule nani yule nani yule nani yule nani yule na makirikiri yule, tumwambie kesho, kama mechi ingekuwa inaruhusiwa mashabiki tu ye, mimi hmm. kesho ningekuja kuongoa, ndugu zangu wale, kwani leo umeigomea mechi na, nani uwanja hujajaa uwanja hujajaa hmm. wa kwa bwahenga nakwambia, panya wengi achimbi shimo. Unaona, tulipokuja naona